Wakizungumza mara baada ya kutamatika kwa mashindano hayo, baadhi ya wa washiriki na washindi wamesema mashindano hayo yamewapa jukwaa muhimu la kuonyesha vipaji vyao pamoja na kupata uzoefu na kuwaomba wadau wa sanaa kuendelea kwa unga mkono vijana wenye vipaji. Hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya, nime, mashindano ya uigizaji nimeshika namba moja, pia nimeshinda mwigizaji bora chipukizi. Nina furaha sana, natamani tamani ya mashindano yangeendelea kwa sababu ndo ndo mara ya kwanza kuibuka kwa a mashindano. Tuna vipaji na tumethubutu kuvionyesha. Mimi ninawashauri au ningewaomba wangeendeleza wa mashindano, iwe chachu kwa sisi vijana kuibua vipaji vyetu. Nimefurahi kwa ujumla, namwomba Mungu sana ili aweze kunifanikisha maendeleo yangu yaendelee kuwa makubwa baadaye. ni, ni, ni, ni. Kwa upande wao, waandaji wa, wa mashindano hayo wameelezea kuridhishwa na mwitikio mkubwa wa washiriki pamoja na ubora wa vipaji na kuahidi kuendeleza mashindano hayo ili kuwainua wasanii wa ndani Halmashauri ya mji wa Babati na mkoa wa Manyara kwa ujumla <muchimu> wadau wa maendeleo ya sanaa. Sanaa uh, ni ajira lakini, sanaa ni kioo cha jamii, kwa sababu inafundisha. Sasa vijana wengi uh, baada ya kuangalia na tukaona kwamba hawana kuna vipaji vingi, lakini hawana mwanga, hawana njia, tukaona halmashauri kupitia chini na ni kupitia kitengo cha utamaduni sanaa na michezo kuna haja ya kuanzisha tamasha hili ili mradi kuwapa motisha na kuwaamsha kuibua na kukuza pamoja na kuendeleza vipaji vyao. Akizungumza kwa niaba ya Mkurugenzi al al wa Halmashauri ya mji wa Babati Shaaba ni Mpendu, afisa michezo halmashauri hiyo Marco Kiula amepongeza waandaaji wa jukwaa la kuibua na kukuza vipaji vya vijana na kusisitiza umuhimu wa sanaa kama chanzo cha ajira na maendeleo kwa jamii. Kitu ambacho oh, nimekipenda zaidi ni, ni mwanzo mzuri kwa hatua ya kwanza event ilikuwa kubwa in search, lakini tulikuwa na watu wengi na mwitikio umekuwa mzuri sana, wow. na naweza kusema tu kwamba kwa watu wa Babati this is a good platform. Pia nina nafasi hii kuapongeza kuna baadhi ya wasanii maona bado ni wadogo sana, nci mmoja ameimba gospel ameimba vizuri, kwa jumla niwapongeza. <coughs>